Siri ya kufanikiwa maisha yetu, Mwenyezi Mungu wallahi, ameifisha katika sadaka, na hili ni gumu sana. Sadaka inaondosha maradhi, inaondosha ghadhabu za Allah, sadaka inaleta tulu umri. Lakini sadaka mtu akitoa moja, Mungu anampa kumi. Mfano wake, nakupa siri hii Mtizame mtu tabia yake kutoa toa, yani hata hapa, mtizame jirani yake, unamjua tu ana tabia ya kutoa toa sana, afu angalia maisha yako na yake, hilo alipo kabisa. Wallahi ni siri na watu wengi hawajui kabisa. Tunao Waislamu wengi, kila kitu kafuata, ndevu anazo, kilemba anacho, kanzu anayo, sala tano, kablia baadia ya mustaqim, humoni kwenye sadaka tena wale wanaojiona Waislamu kweli kweli, wagumwa kavu atali wa angalia maisha yao. Alafu utamkuta mtu yuko kibradha meni meni, lakini hautaji mchango weye, mkono wa mbele, angalia maisha yake. Yani wewe unaekaa msikitini muda wote unamuomba msaada. Hii ni siri, watu hawajajua. Tena siri hiyo si ndogo. Kuna siri ya fungu la kumi na zaka. Waislamu wengi hawatoi zaka Haya, mtu mfano ana milioni mia. Ukipiga haraka kwa haraka haraka ukipiga hesabu kwa haraka haraka utakuta zaka yake kama milioni ngapi? mbili na nusu hivi kidogo tu, ndo moja ya, ya kumi, na hiyo kumi yenyewe inaanza kugawanywa mara kumi tena. Sasa mtu anayetoa sadaka na zaka ndani yake kuna siri. Mtume anasema inna sadaka, hakika ya sadaka tajribul arzaq, inavuta riziki